Kuchoka babu. Babu, mm. Chuma iki hapa iki haya. Sasa nimeamua kurudisha majeshi mzima mzima, narudi kwa malikia wangu agi wangu, we. mm. Ndio anaikudanganya wewe tena huna wako mama sawa eh? na sitaki nione simu zako za usiku wa saa saa nane usiku sijui unanipigia, sitaki, koma hivi wewe pesa huna, kazi huna, pakukaa huna, yani unatangatanga tu. Eh, wewe mbona unaenda gani wewe? Eh, mimi sina hadi ukimwi na unataka kuniambukiza wewe na vile vijibabu vyako, venye midevu, venye vitumbo, vinavyokulipia kodi, ndio unataka kuniambukiza ukimwi? Hey. Eh, sina eh, sina kila kitu hadi ukimwi sina. Kwao tafa mama. Acha nirudi nikaishi maisha yangu na mpenzi wangu kilimbwende changu. Haya yote ni maneno ya mkosaji. Laiti ningekuwa na Sasampa, mbona hapo ungekaa? Umeona zimeisha unaenda kukimbia? Hebu niendeni bwana, ondokeni. Ondokeni. Eh, Sasampa sasa, una mimi wa nini? Wewe mimi wa nini? Sasampa una? na hivi ndivyo ilivyo. Vipi, inauma eh? Siku zote mkuki ni kwa nguruwe, ila kwa binadamu mchungu. Rafiki mnafiki weu Nakwavio utarudi hapa hapa, atakuja tu, utakuja. Nimekuambia, mcheki mwanaume suruali